Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ya kumi aya ya kumi na saba hadi ile ya ishirini na nne. Nitaisoma. Wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, Nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ileile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wa changa. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema nimekabidziwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo ya mnayoona ya ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi, wasiyaone na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na mafanikio makubwa ya wale wafuasi wa Yesu Kristo walioyapata walipotumwa, walipoenda mahali ambako Yesu Kristo alikuwa anataka kuweza kwenda. Akawatuma wale sabini na wawili akawaambia msichukue kitu chochote kile njiani, wala mikoba wala fedha. Nendeni katika roho ya kuwa wana kondoo, mkiwa makini sana kutembea, kwa sababu kuna mbwa mwitu huko. Walipokubali kutembea katika njia ya Yesu Kristo, ambayo ilikuwa ni ngumu ya kutotembea na akiba na mifuko ya kutokuwa na hofu katika njia ile wanavyoenda huko, ndipo walipoenda wakarudi kwa furaha kubwa sana, wakamtumikia walikuja na furaha kubwa katika kuweza kumtumikia Bwana. Wakamwambia, hata pepo wametutii kwa jina lako. Je, katika utumishi wako una furaha? Una furaha ya wale sabini na wawili? Una furaha katika kuweza kumtumikia Bwana? Furaha yako iko wapi? Furaha yako wewe, mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ni kuwa na vitu au nikuona kwamba kile ambacho Yesu Kristo alikuwa amekutuma umekitenda? Yesu Kristo anawambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa hiyo mtumishi yoyote yule wa Mwenyezi Mungu akitembea katika moyo wa kondoo, asijiambatanishe na vitu mbalimbali, shetani anaanguka lakini katika utumishi wetu tukijifunga na vitu, shetani hawezi kuanguka, na shetani anatukamata kupitia vitu. Na hilo ndio fundisho kubwa ambalo tunapaswa leo kuweza kulichukua. Ni gumu, lakini ndio ukweli wenyewe. Vitu vya kidunia hivi, mikoba, akiba, viatu, mavazi na pesa, vimetupelekea kuanguka katika utumishi, na shetani anatupiga kupitia vitu hivyo. Anasema Yesu msifurahi kwa sababu mapepo wamewatii. Fundisho kubwa leo, nyakati ambazo tuko nazo hizi, furaha ya watu kwenye mabango mbalimbali huko ni kutangaza vile miujiza, mapepo, kuweza kuwaombea wagonjwa, pepo akiwa anamtii, hadi katika vyombo mbalimbali vya mawasiliano ni kuonyesha vile watu anavyoongea na mapepo, kwamba huyu ndio mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Akasema furaha ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu haipo katika swala zima la mapepo wanavyokutii. furaha ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu ni zaidi ya ulimwengu huu. Furaha ni kwamba jina lako jina langu limeandikwa mbinguni, hiyo ndio furaha kubwa zaidi, kwa sababu si wote ambao wanaotoa mapepo wataweza kuingia mbinguni. Siku moja atasema, sikujua, sikujui wewe utokako, mtenda maovu na ndipo wataanza kulia kwamba tulitoa pepo kwa jina lako, atasema ninyi ni waongo. Kwa hiyo hebu Mungu atufungulie macho yetu, usije ukamwona kila mtu anayesimama mbele za Mwenyezi Mungu akiwa anatoa mapepo kwamba huyu ametumwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, usije ukamwona kwamba huyu hapa ambaye amejifungamisha na vitu mbalimbali ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Hapana, na furaha ya kweli kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni, yaani tutaviacha vyote hapa duniani, furaha yetu itutakuwa ni kuunganika pamoja na Kristo. Ndio maana anasema hivi, akaanza kushangilia katika Roho kwamba kuna baadhi ya mambo umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Haiingii katika suala so zima la akili na mwanadamu wa sasa hivi kwamba mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ametumwa, mfuasi wa Yesu Kristo lazima uweze kuwa masikini, haiingii katika akili za mwanadamu wa sasa hivi, bali mtumishi ambaye Yesu Kristo au mfuasi wa Yesu Kristo lazima aonekane ana mafanikio makubwa, na huo ndio ukweli. Anasema mambo haya ya kujimamanua katika vitu na kutembea katika roho ya kondoo ya kujinyima, amesema wamefichwa baadhi ya watu wamefunuliwa watoto wachanga sana. Wengi wenye hekima na akili wanakataa, tunakataa ukweli huu. Anasema Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na hakuna amjuae Mwana ila Baba na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Anasema heri tunayoshuhudia matendo haya makubwa ya Mwenyezi Mungu nyakati hizi, kwa sababu manabii walitamani sana kuyashuhudia haya, kuyaona haya, kwamba neno la Mwenyezi Mungu linahubiriwa hadi chumbani uliko. Unaisikia neno la Mwenyezi Mungu hadi mahali ulipo Popote pale ulipo, neno la mwenyezi Mungu unalisikia. Wakati watu walikuwa nasafiri kilomita na kilomita kusikiliza neno la mwenyezi Mungu, leo ukitaka kusikia neno la mwenyezi Mungu, popote pale unalipata, maarifa unayapata. Mshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema kubwa ambayo mwenyezi Mungu ambayo anatupatia, na baadaye sasa tutengeneze furaha kwamba majina yetu yaandikwe mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.